Wananchi hawa wanyonge wasifukuzwe muwatengenezee utaratibu. Kwa sababu kama kuna mabasi elufu tatu yanaingia haya na yatakuwa yamepakia yame abiria hao abiria wakanunue chakula kwa wamachinga. Ilikuwa hotuba yake ya mwisho katika mikutano ya hadhara na wananchi, ambapo alikuwa kwenye uzinduzi wa stendi mpya ya mabasi Mbezi Luisi, kituo chenye jina lake Mbezi Magufuli, akitaka wananchi kupewa kipaumbele cha kujiingizia kipato kupitia stendi hiyo. Lakini mipango ya Mungu haina makosa, na hili likatokea. Raisi Magufuli alifariki tarehe 17 mwezi Machi ya mwaka 2021 kutokana na, na maradhi ya moyo wakati alipokuwa akipatiwa matibabu katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam. Ilikuwa ni mara ya kwanza wa Tanzania kuzika raisi aliyekuwa katika madaraka katika miaka 60 ya uhuru, huku vilio vikitawala kutoka kwenye familia, viongozi na wananchi kwa ujumla nguo zilitandazwa katika barabara ambazo mwili wake ulipitishwa, Watanzania wakilia kwa uchungu mkubwa kuashiria mpendwa wao wameondoka. Imekuwa ghafla kupokea taarifa hiyo iliyotolewa na aliyekuwa makamu wake, ambaye kwa sasa ni rais wa Tanzania, Dkt Samia Suluhu Hassan. Hayati Rais Magufuli amehudumu katika nyadhifa mbalimbali za uongozi ikiwemo ubunge, uwaziri katika wizara mbalimbali na baadaye rais wa Tanzania ambapo aliongoza kwa miaka sita. Atakumbukwa na Watanzania kwa sera zake za kizalendo na kuiweka Tanzania kwanza katika uamuzi wake na kuwatanguliza Watanzania wenye hali ya chini, kuhakikisha haki stahiki wanaipata. Na jamii ya kimataifa itamkumbuka kwa jinsi alivyopambana na virusi vya korona kwa namna ya tofauti na mataifa mengine, ambapo hakutaka kufunga masoko ya Tanzania na shughuli mbalimbali za Watanzania za kujiingizia kipato akisema kuwa wapo watu ambao kula yao lazima wafanye kazi na familia zao zisife njaa. Maombi ya kuliombea taifa ulikuwa utaratibu wake, kujumuika na Watanzania akiamini kuwa yote yanawezekana kama taifa likisimama kumwomba Mungu juu ya jambo fulani litajibiwa na kutimia. Ilikuwa ni safari ya mwisho ya hayati Rais John Pombe Magufuli baada ya kulazwa katika nyumba yake ya milele. Huzuni na simanzi tele vilitawala kwa Watanzania na viongozi mbalimbali mbali, ambao walifanya naye kazi kwa ukaribu ikiwemo familia yake. Alizikwa katika makaburi ya familia mjini Chato mkoani Geita kwa taratibu zote za kijeshi ambazo anapaswa kupatiwa amiri jeshi mkuu. Mizinga 21 ilipigwa ikiashiria heshima kubwa kwa kiongozi huyo. Endelea kupumzika kwa amani hayati Rais Dr. John Pombe Magufuli.